Mama Samia safi, tumefurahi vijana, safi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujali sote leo kuwa wazima wenye afya njema kuja katika siku hii maalumu ya kusherekea na kuadhimisha siku yako ya kuzaliwa, Mheshimiwa Rais, kwa kweli jambo ulilolifanya ni jambo kubwa sana, kwa sababu sisi mara nyingi huwa tunafanya birthday zetu, tunafanya mambo mengi ya gharama kubwa sana, na wakati mwingine tunalewa mpaka tunaanguka. Sasa ukija ukiangalia thamani tumetumia pesa nyingi, lakini hatukupata faida yoyote. Mheshimiwa Rais, tukio ulilofanya leo kwamba umeamua kutumia siku yako ya kuzaliwa kushuka chini kabisa kwa wananchi wa kawaida kwenye grassroots, kuja kuungana nao katika kuimarisha afya zetu, Mheshimiwa Rais jambo hili ukilitafsiri lina maana kubwa sana, linatupa somo na linatupa elimu kwamba na sisi tuutumie muda wetu katika kusherekea siku zetu za kuzaliwa kwa kufanya mambo ya maana ambayo ataisaidia jamii katika miaka mingi ijayo. Tulikusikia pale katika interview yako ukasema leo hapa umekuja kufanya sadaka tujaria sadaka tujari ya maana yake kwamba umeweka kitu ambacho kitakuja kurithiwa na vizazi vijavyo huko mbele. Kwa kweli lazima tukupongeze sana, Mheshimiwa Rais. Sikuletwa hapa kuhutubia, nimeletwa hapa kwa ajili ya kukukaribisha wewe. Kwa hiyo naomba nichukue fursa hii kwa kusema kwamba karibu tena nyumbani Zanzibar. Tunakupenda, tunakupenda tena, tunakupenda sana sana sana sana. kwa hiyo nasikia kule sauti nasema kipenzi chetu. Kweli ni kipenzi chetu. Kwa hiyo leo tuko hapa tunataka kusikia nasaha zako utakazotupa, ili sasa jamii ya Watanzania ambao tuko live hapa, tunaonekana dunia nzima, jamii ya Watanzania na duniani, tuje kusikiliza waadhi wako, unatuelekeza nini hasa katika siku zetu za kuzaliwa lakini vile vile katika kulinda mazingira. Mheshimiwa Rais, karibu sana uweze kuhutubia wananchi. Asante sana. Haya, tusimame kwa heshima na taadhima, vijana, shangwe na makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Mazingira oye! Mheshimiwa Dkt. Samia oye! Tanzania oye! Mazingira oi. Aya. Mheshimiwa Dr. Hamad Masauni, Injinia Hamad Masauni, waziri wa mazingira na muungano, ofisi ya makamu wa Rais, Mheshimiwa Ashatu Kachambwa Kijaji, waziri wa Mali Asili na utalii, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma waziri wa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili, lakini kuna Mheshimiwa Masud Masud Suleiman Masud waziri wa kilimo na umwagiliaji, waheshimiwa mawaziri wengine mliopo na manaibu mawaziri, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, Mheshimiwa Hamida Musa Khamis wa mkoa wa Kusini Unguja, mwenyeji wetu, Mheshimiwa Rajabu Ali Rajab, mkuu wa wilaya ya Kati. Lakini nitambue uwepo pia wa mkurugenzi mkuu wa TBC, shirika la utangazaji Tanzania, ndugu yetu Ayubu Rioba. Tambue uwepo wa ndugu yetu Abdul Majid Nsekela, mtendaji mkuu wa benki ya CRDB. Tambue pia uwepo wa mtendaji mkuu wa TFS um, Tanzania Forestry uh, Services ndugu yetu uh, Dr. De Santos, ni Mtanzania kijina la Kiangola huko. Ndugu wakuu wa taasisi na serikali za sekta uh, na sekta binafsi mlioko hapa, mtendaji mkuu wa mifu ndugu yetu Sabra, viongozi wa makampuni mliopo Waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, nimeona ndugu zangu wana CCM wachache wako hapa, bila shaka na vyama vingine viko hapa, nawashukuru sana. Viongozi wetu wa dini mliotuunga mkono hapa, wenyeji wetu, wananchi wa mkoa wa kusini, hasa wananchi wa Bungi, boda boda, bajaji ambao mko hapa, Dejong nimewaona mko hapa Ndugu wananchi kwa ujumla, mabibi na mabwana, kazi na utu. Ndugu zangu, awali ya yote ni mshukuru Mola wetu Mtukufu ambaye kwa rehema zake ametuwezesha kutana leo hapa.